Ngoma ile ilikwenda ngalia utosi wa Ibrahim Abdullah Hamad, utasifu safu ya ulinzi ilikwenda ikamzongazonga na mtia mazonge yale akazongeka, mpira ulikwenda ukagusa kwenye vyema kwelikweli ndani kule Mateo Anton Simon usivya bahati, mpira ule ameuchanja mrefu sana, umecheza vyema kwelikweli katikati ya mduara pakom zuzwa, akiacha kwa Duke Oga Abuya nachanja mpira mrefu mbele kule juu, lakini moja kwa moja kwenye himaya ya mlinda mlango wa zamani wa Young Africans Beno Maridadi mno, kijaribu kujipanga tena hapa kwa mzuzo wa Takum Chachawiza, mtu anakataa katikati ya mduara Vitali Chimayanga, nyota wa zamani wa polisi Tanzania. Anatambaliza mali pembeni kule Yahya Selemani Mbegu, lakini Ibrahim Abdullah Hamad Baka amekuwa wa kwanza anakwenda kufanya michezo minne iliyobaki ya miaka hivi karibuni, ngoma imelala pacha kwa maana ya sare aidha ya tatu, tatu, moja moja ama sifuri sifuri. Maxim pia Nzengeli anakaa vyema kweli kweli, Eliud Ambokile alisimama imara kwelikweli kweli kwenda kumdhibiti Maxim pia Nzengeli. Eliud Ambokile alikuwa amefunga magoli kumi katika msimu uliomalizika wa Kia Championship na ni miongoni mwa wachezaji ambao waliisaidia ya timu yake kupanda moja kwa moja ligi kuu Tanzania bara Naekwenda kutenga mpira hivi sasa, ni Mohamed Dumbia, nyota raia wa Ivor Koast, amecheza soka lake jamhuri ya Chek Jaza, ndani kucheza na utusi, unababatiza mpira ule, bado nakaa vyema. Ibrahim Abdullah Hamad na ngoma ile inakwenda nje, ameshindwa kumiliki mpira vyema. Bao mawili ya Bernard Morrison Super Ben na bao moja la Salum Abubakar Salum Shua Boi, wakati mabao ya Mbeya City yalifungwa dakika ya tatu tu ya mchezo Mwanamume George Sangiji alizama kwenye kamba na dakika ya 44 ya, ya mchezo Richardson Ngondi alifunga, na ile dakika ya 53, mpaka wanakwenda mapumziko, Mbeya City walikuwa mbele ya mabao mawili kwa mtungi. Lakini mpaka dakika 90 zinakamilika Mateo Anton Simon anababatiza mpira wake, mchezo uzuri kweli kweli, Maxim Pienzengele anapambana, Vitalis Jenrod Mayanga, lakini bado wanakadhi ya mayenga Africans nakwenda kuondosha mazongi na mauzauza yale ambayo yalionekana dhahiri kuwa yanazengeazengea kwenye lango lao, katikati ya mduara anakwenda kuondosha mpira ule sasa, na moja. Dikson Job tena yuko na mali hivi sasa, inatambariza utamu kwa Duke Ogabuya, baada yuko na mali anakwenda kucheza uzuri kwelikweli na mlinzi wake, kwa maana ya mlinda lango Djigui Diarra zamani Stad Malien ya kule kwa Mali, jaribu cheza tena pakom, peduzuzwa bado yuko na Mali pakom Zengeli, anapoko umiliki wa Mali. Eli Ujambo kilina, amepoka umiliki wa mpira ule sasa, jaribu kundoka tena. Israel Patrick Mwenda amefanyua madhambi ale, mwamuzi ameona, wameanza upesi upesi. Taratibu, yanga cheza mpira wa ndani kule sasa, taratibu wakijipanga tena. Ibrahim Ame Mohamed Nyota wa zamani wa mangus wa Anakwenda kwanza vyema kweli kweli. Mlinda lango ule na chanjo mpira mrefu mbele kule juu sasa. Wa kwanza ni Dickson Job. Wa pili ni Sedrak Isaka Boka Mayday Mayday. Kijaribu kupambana kweli kweli. Juke Buya. Aziz Andabwile Mwambalaswa. Haya, huyu ni miongoni mwa wachezaji ambao waliipandisha timu ya Mbeya City ikiwa ligi daraja la Ivory Coast. Mohamed Dumbia, Maxim Pienzenge alijaza ndani mchezo na utosi. Mpira ule unaondoshwa Israel Patrick, mwenda mwenda na Mali wabatiza mpira ule sasa kwa Mateo Anton Simon. Hey, Mateo ni kama vile hesabu zake zimekwama, na Djigui Diarra amekaa vyema kwelikweli kwenda kuondosha Mpira ule kwa Maxim Pien Zengeli. Natambariza mali kule kwa Pakompe Duzuzwa. Chasa mpira ndani kule sasa. Moja mbili tatu. Alipo jali gambe kiani. Anakwenda na ukamata maridati mno. Beno David Kakolanya. Yahaya Suleiman Mbegu. Pigwa mtama ule na Juko Gabuya. Mwamuzi ameona na anasema ni madhambi yamefanyika. Ale sasa wana ni mpira wa faida. Icheza na Ibrahim Abdullah Hamad cheza pasi pembeni kule sasa, nako cheza muenda Israel, baadaye kuna mali Israel. Kopoteza umiliki wa mpira anachukua Darzi Maridadi ile ameipokea na Yahaya Selemani Mbegu, ama Yahya kama watamkavyo, ujuzi wa mambo. Yahya Suleiman Mbegu. Israel pasa reki mwenda na kwenda kurusha mpira ule sasa kwa faida Yanga Africans uzuri kwelikweli, bado anapambana tena Andri Boyeli, cheza uzuri kwelikweli. Dumbia anaitafutwa ni Pakom zuzwa Pakom pedu zuzwa, bado yuko na mali, anapakapaka marash tambariza, mali ndani kule sasa kwa Dumbia, amenyanyua gozi la ng'ombe ambalo limeomba uzuri, na walinzi wanakwenda kuondosha mpira ule. Bado Yanga anakuja Aziz Andabwile Mwambalaswa